Au nirudishe vyeti vyangu chuo ili warudishe ada ya mzazi mmesomesha. Vijana wenu lakini wanalalamika, hatuna kazi, sioni muhimu wa elimu, ni heri nikachome vyeti au nirudishe vyeti vyangu chuo ili warudishe ada ya mzazi au mzazi, na wewe umekaa katika sonona, mbona mtoto wa mzee akonai amesoma amemaliza chuo na amepata kazi na ameajiriwa, mimi watoto wangu wana nini? Kwa hiyo nabaki kujiuliza maswali mengi, na baada ya kujiuliza hayo maswali lawama inabakia kwa serikali, serikali haitujali. Lakini kuna mbinu ambazo wewe unaweza kuzifanya, zipo taratibu ambazo unaweza kuzifanya ili uweze kuondokana na huo msongo wa mawazo, depression. Hamjawahi shuhudia watu wanajiua kisa kukosa kazi? Watu wanajiua kisa mapenzi, lakini watu wanajiua kisa ukatili wa kijinsia jamani, hamjaishuhudia hivyo vitu? Na wengi niseme, mnapitia ukatili wa kijinsia. Na huu ukatili wa kijinsia mnaopitia, hasa wa baba, hamsemi. Wa baba, reti inaonesha wanaotangulia kufa sana ni wakina nani? unafikiri ni kwa nini wa baba wanatangulia kufariki katika jamii tu yoyote? Mara nyingi unafikiri ni kwa nini? Wanaume tumeumbwa na kaba, lakini hicho kitu huwa kinatusumbua sana. Unapitia manyanyaso, unapitia shida, umefika nyumbani mambo hayakaliki, unaishia tu kuwa mlezi na kuwa hali yako ya kuwa mlevi. Huu ustawi mnauona, tuna zipo taratibu za ufanyaji kazi. Ustawi wa jamii ni taaluma ya kusaidia, helping, taaluma ya kusaidia. Tupo pale kwa ajili ya kutatua migogoro. Sisi taaluma yetu ya ustawi wa jamii tunawakusanya watu katika levo E, tatu tofauti. Tunaanza mtu mmoja katika individual level. Kama mtu naweza nikakaa nikazungumza na wewe nikakushauri vizuri, lakini nikitoka katika level ya mtu mmoja, nitachukua level ya familia, familia ambayo inaunganisha baba, mama, watoto, lakini inaweza kawa e, watoto wa mjomba, shangazi wamekusanyika pamoja, ninaweza nikakaa ustawi wa jamii nikaielimisha hiyo familia tukakaa nao tukasomana tabia, lakini levo ya tatu ni levo sasa ya community. Hii hapa community mobilization ambayo tumeifanya hapa, kila mmoja, kuna kaya tofauti tofauti wenye tabia tofauti tofauti, sisi tunakaa tunasovu nao, tunaongea nao. Zipo principles za ustawi wa jamii, sisi moja ya kitu ambacho kinatufunga, tuna kitu ambacho tunaita confidentiality, usiri. Nimelizungumza hili kwa sababu wababa wengi hawapendi kutoa vitu vyao, labda pengine vya ndani, kwa sababu wanahisi kwamba hivi nikitoa eh, nikamwambia huyu afisa, lakini tu sio kumwambia afisa ambaye nikimwangalia hata yeye ni kama mwanangu wa kumzaa. Sasa ninawezaje kuyasema haya mambo ya ndani nikamwambia? Je, nikiyasikia huko nje, mimi si ndo nitaparalize au nitakufa? Ukiona afisa ustawi wa jamii anatoa siri ambazo wewe ulimwambia, labda anapitia moja, mbili, tatu, nne, tano, ukiona anatoa hizo siri, basi moja kwa moja huyo afisa ustawi wa jamii hana sifa za kuwa afisa ustawi wa jamii maana